Kwenye kaunti jirani ya Busia, wakulima wa miwa katika kaunti hii wameelezea kukabiliwa na changamoto sihaba ambazo zinayumbisha kilimo hicho cha miwa, huku wakilaumu serikali ya kitaifa na bodi ya askari nchini kwa kufumbia macho masaibu hayo. Wanalalamikia hali ya baadhi ya viwanda vya kutengeneza mbolea kuwalagai kwa kupunguza uzani wa mifuko ya mbolea, umbali wa store za kusambaza mbolea hiyo, hali ambayo inawasababishia kugharamikia zaidi, huku sasa wakitaka afisi kuu ya bodi ya sukari nchini kuhamishwa hadi eneo la magharibi ndiyo karibu na wakulima wa miwa kutoka kaunti ya Nairobi. Huku shughuli ya vikao vya seneti mashinani vikiendelea, hapa katika kaunti ya Busia baadhi ya wakulima wa miwa wameelezea kukabiliwa na changamoto sihaba katika sekta hiyo, huku wakielekeza kidole cha lama kwa bodi ya sukari nchini pamoja na serikali ya kitaifa kukosa suluhu la kudumu wanatoa mfano kwa kampuni zinazotengeneza mbolea hapa nchini kuwalaghai kwa kuwapa uzani ambao uko chini na kiwango ambacho kinahitajika katika mifuka ambayo inapakiwa ya mbolea. Ile changamoto tukanayo hapa tukienda kwa mbolea ni mambo ya packaging. Ukienda kwa riara amida ukipata hiyo 50 kg ni kubwa. Ukienda kwa shamba ukipanda inachukua sehemu kubwa, wakikuja kwa hii 50 kg karibu inachukua hii mfuko mbili ndio itoshe ile mfuko moja. Upande wa packaging hii ni kidogo sana. Changamoto ya mbolea urea, tunapimiwa tuna kama dawa, inakuja lori mbili inaisha. Situpatie tu mbolea, si tunapanda miwa kwa wingi, mbolea ni kidogo. Unapata sometimes unakuja, unakosa, unakuja, unakosa, ama imefika kidogo ukiwa kwenye foleni, mbolea inafanya nini? Inakuishia. Wanaitaka ofisi kuu ya bodi ya sukari nchini kuhamisha na kuletwa katika eneo la magharibi ili kutatua masaibu ya wakulima katika eneo hili la magharibi kwa sababu sisi ndio tunapanda miwa. Hakuna vile watu wa Nairobi wanaenjoy wanaenjoy hiyo employment, na nina nini, na wajui sura ya miwa iko namna gani. Nimetembea mpaka Embu, Nyeri nimesunguka huko sana, amujui miwa inatengeleshwa namna gani, ambayo saa hii sasa mnaenda wapi ku factory kuona vile miwa inatengeneza mpaka sukari itoke. Mwene mwambie rais maneno ya kufunga faktori ya miwa. Miwa zetu zingine inaweza pata ajali, inachomeka, hasa kuna penye utapeleka vilevile. Usimamizi wa kiwanda cha miwa cha West Kenya Olepito unataja swala la wizi wa miwa kuwa changamoto kubwa katika sekta hii huku wakilaumu bodi ya sukari nchini na kulitaka bunge la seneti kuingilia kati na kutafuta suluhu la kudumu. So we pumped in 506 million

Hata hivyo kamati ya kilimo katika bunge la Seneti nchini ikiongozwa na mwenyekiti wa Home wa Matinga imesema kuwa itaingilia kati na kuhakikisha kuwa masaibu hayo yanakabiliwa haraka iwezekanavyo we bring and enforce the regulations that are there we try to operationalize them so that we can have a way of controlling sugar growth sugar development and most importantly to discourage sugar pushing. Kwa sasa wanatoa wito kwa vitengo husika kushirikiana ili kuhakisha kwamba sekta ya miwa katika eneo la magharibi ina nawiri. Robert Malala, NTV Mashinani, kaunti ya Busia. Zamaji Nandi utakuwa mwisho wa taarifa zetu za NTV mashinani.